Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo Ijumaa, kipindi cha Kwaresma mwaka chee wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima sura ya pili aya ya kwanza na aya ya kumi na mbili mpaka aya ya ishirini na mbili na somo la Injili natoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya saba aya ya kwanza mpaka ya pili na aya ya kumi na aya ya 25 mpaka aya ya 30. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, Je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo? Lakini huyu twamjua atokako, bari Kristo atakapokuja hakuna ajuaye atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake hekaruni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mkono wake ili kumshika kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, tukiwa bado katika kipindi cha Kwaresma, injili ya leo inatualika tuongozwe na ujumbe unaosema tusimame imara katika imani. Wapendwa familia ya Mungu, Wengi wetu tumewahi sikia msemo unaosema mti wenye matunda ndo unaopigwa mawe. Ni hakika na kweli kwamba watu wanaofanya mambo mazuri na kusimamia ukweli ndo wanaokumbana na misukosuko ya kukataliwa na kupingwa katika jamii hasa na viongozi ambao wanaishi katika udanganyifu na ulaghai. Injili tuliyoisikia hivi punde inaanza kutueleza Namna ambavyo Yesu anawindwa na Wayahudi ili wamuue kwa sababu ya kile alichofundisha na kuhubiri. Kulingana na sheria za Kiyahudi, Yesu alionekana na hatia ya kudhihaki nyumba ya Mungu, alivyosema kwamba angeweza kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, bila kutambua kwamba Yesu alikuwa anamaanisha mwili wake. Kosa la pili ni kujiita Masia, wakati Masia waliokuwa wanamtarajia halingani na matazamio yao, yaani masia mkombozi wa kisiasa. Na kosa la tatu ni kujiita mwana wa Mungu. Hivyo kwa makosa haya, kulingana na sheria za Kiyahudi, Yesu alipaswa auawe. Hivyo katika mazingira haya, Yesu hafanyi tena utume katika mazingira ya wazi, yaani katika mikusanyiko, bali anafanya utume wake katika mazingira ya faragha. Na katika mazingira haya ya kuwindwa sikukuu ya vibanda inakaribia, na kulingana na tamaduni za Kiyahudi, wanaume wote walitakiwa kushiriki sikukuu hii katika mji mtakatifu Yerusalemu. Hivyo Yesu alikuwa hana budi kushiriki sikukuu hii, rejea kitabu cha Kutoka sura ya 23 aya ya 14 mpaka aya ya 17. Lakini Yesu anaenda kwa siri. Cha kushangaza, anapofika Yerusalemu anaenda hekaluni na kuanza kufundisha. Hivyo anajiweka wazi kwa Wayahudi kwamba yeye ndiye yule aliyetumwa, na hii inapelekea Wayahudi kuanza kutafuta namna ya kumkamata, japo wanashindwa kwa sababu ya saa yake ilikuwa bado. Saa yake ilikuwa bado, ikimaanisha kwamba saa ya Yesu kutukuzwa, yaani kurudi na kukaa kuumeni kwa Baba na baadhi ya wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema kwamba walishindwa kumkamata kwa sababu ya mgawanyiko uliokuwa miongoni mwao Wayahudi. Ni kweli Yesu hakufahamika isipokuwa katika kijicho alichozaliwa na wengine walishawishika na ishara zake tu. Katika injili hii, tukiongozwa na ujumbe wa tafakari yetu ya leo unaosema tusimame imara katika imani, tutafakari maswali yafuatayo: Je, katika ulimwengu wetu wa leo una Wayahudi kama wanyakati za Yesu? Ukweli usiopingika kwamba Wayahudi wetu wa leo ni sisi wenyewe ambao tumepata mafundisho ya kutosha kuhusu imani na kubatizwa, lakini tumekataa kuyaishi yale maagano tuliyoweka siku ya ubatizo. Hivyo tumejiondoa katika upendo wa Kristo na kuweka wadui na Kristo kwa kushikilia mambo ya kiulimwengu na kukataa mafundisho ya Kikristo. Wayahudi walishuhudia mafundisho ya Kristo pamoja na ishara alizofanya, lakini walimkataa nasi ndivyo tulivyo hivi leo, tumeshindwa kuyaishi yale tuliyofundishwa na kushuhudia. Je, mtazamo wetu ni upi juu ya Kristo? Wayahudi walikuwa na mtazamo wa Kristo anayekuja kama mkombozi wa kisiasa, hivyo walikuwa wana mtazamo wa kidunia zaidi. mimi na wewe tuna mtazamo upi juu ya Kristo katika maisha yetu? Injili ya leo inatualika tuwe na mtazamo wa kimungu kuhusu Kristo kwamba ni Masia aliyetumwa na Mungu Baba ili aje ulimwenguni kumkomboa mwanadamu katika dimbwi la dhambi. Je, katika familia, jumuiya na Kanisa kwa ujumla tunamtazama Kristo katika mtazamo upi? Je, swali la tatu la kutafakari: je, ni sababu zipi zinaonyesha kumkataa Kristo katika maisha yetu? Wayahudi walikuwa na sababu ambazo ziliwafanya wamkatae Kristo. Mimi na wewe, ni nini kinatufanya tumkatae Kristo? Mtume Paulo katika waraka kwa Galatia sura ya tano aya ya kumi na tisa mpaka ishirini na moja anataja sababu ambazo zinatufanya tumkatae Kristo katika maisha yetu ya kila siku, kama vile washerati, ufisadi, uchawi, ugomvi, wivu, fitina, faraka, uzushi, ulevi, ulafi na ibada ya sanamu. Katika kuishi matendo haya na mengine yanayofanana na haya ndivyo tunavyomkataa Kristo katika maisha yetu. Ujumbe wetu wa leo unaosema tusimame imara katika imani. Kwa nini na katika lipi tuwe imara? Kristo ni mfano mzuri ambaye alikuwa na imani kwa baba yake, yaani Mungu Baba. Alikubali kuja ulimwenguni kukaa nasi ili aje tukomboe, lakini akiwa katika utume wake anakataliwa na kutafutwa ili auawe lakini haogopi bali anasimama imara katika kuwafikishia watu ujumbe unaopaswa kuwafikia mimi na wewe. Ni namna gani tumekubali kusimama imara katika changamoto mbalimbali tunaweza kumbana nazo katika maisha ya kiroho na kimwili? Je, tunapokumbana na changamoto za kukataliwa na hata kuhatarishiwa maisha juu ya imani yetu Ukristo wetu unaokuwa katika hali gani? Tunaendelea mbele au tunarudi nyuma? Yesu aliendelea mbele katika changamoto alizokumbana nazo katika utume wake bila kurudi nyuma. Nasi tumombe Mungu atusaidie tunapokumbana na changamoto mbalimbali na vitisho mbalimbali katika maisha ya kiimani, tusirudi nyuma katika imani, bali tumtazame yule aliyetuumba na kutuleta duniani. Hivyo wapendwa ndugu zangu, katika kipindi cha Kwaresma, inawezekana tunajitahidi kuishi ahadi zetu za ubatizo, tunafunga, tunasali na hata kufanya matendo ya huruma lakini katika mazingira haya ya kujikatalia, vikwazo na changamoto vinajitokeza. Inawezekana ni watu wanaotuzunguka wanatubeza kwa maisha tunayoyaishi na kufanya katika kipindi hichi cha Kwaresma. Lakini katika haya tusirudi nyuma, bali tusimame imara katika imani yetu bila kurudi nyuma, tukiamini kwamba yote tuna yote tufanyayo ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu Baba wa mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo.